Kasema tu nitafanya hivi iwe hivi kweli. Kaingilia wake zake sabini, falam tahmil illa mar wahidat, lakini katika ingilia kwake hakuna aliyepata ujauzito isikuwa mwanamke mmoja, jaat bi shiqqi rajulin na huyo mwanamke mmoja ambaye alipata ujauzito uja uzito hakuzaa shujaa kama alivyotaka yeye, kazaa mlemavu. Na Mtume akasema walladhi nafsi biyadi, nina apa kumwapa yule ambaye nafsi yangu kaimiliki mkononi mwake, lau kala insha Allah, kama katika maneno yake angelitamka neno insha Allah, la jahadu fi sabilillahi <clears throat> fursana na ajmaun. Kweli angepata watoto hawa waliotaka na wangekuwa mashujaa wakafanya eshe za jihadi. Kosa lake akusema kama ilitokea kwa mtume wetu Muhammad, akasema kesho nitakujibuni wale watu waka

aukesho ntajibuunaata dakika tano zijazo ila lazima uyategemeze na mashiati kipenda Allah mtafanya. aamumaskama angesema leima inshaallah basi yale matamanio ma yake au hamu yake ingelikuwa kama alivyotaka. qala Ibn Kathir, Ibnu Kathir naye katika kutafsiri aya hii kasema: wa qad awrada ba'd al mufassirin atharan kathiratan, baadhi ya watu waliotafsiri Qurani, wa athari

Samehe yale mitelezo nilikosea, na nipe ufame mkubwa yote ya kuonyesha mimi ni mtu wako ako

farasi wa kwenda masafa marefu wasaidizi wa cha usafiri bora kuliko farasi o

Batnu lardi aula min zahriha, tumbo la ardhi linakuwa bora mtu kwenda, kwa sababu wakati mpenzi wake hiyo alitajiri mkubwa, ufalme wake ni mpana, alikuwa karibu tuna anajali shida za watu

katika aya vizuri wa rahma kwa leo inshallah.

mrithi wake huyu kwenye mamlaka na utu Pabu. Alikuwa ni mwepesi wa waguzwa. Siku moja jioni asafinatu jadi baada ya kuwaka akasema, inni ababiri, nimeanzia kupenda mali mrefu, nimeshughulika na dunia tujuaa